Mwanamke ni mwamuzi wa hatima ya uzao wake, ni mwamuzi wa hatima ya uzao wa tumbo lake, mwamuzi wa hatima ya watoto wake. Hakuna namna unaweza kuamuliwa hatima ya watoto wako, lazima uamue wewe mwenyewe. Bwana Yesu apewe sifa, haleluya. Lazima uamue wewe mwenyewe, unapaswa kuwa radhi ulipa gharama yoyote kwa ajili ya uzao wako. Unapokuwa upo katika kipindi cha ujauzito, unakubali yote. Kuna zile miezi mitatu ya kwanza, kichefuchefu, morning sickness, unapambana navyo, unatembea na kichupa cha mate nakomaa. Alafu kuna ile mitatu ya hapa katikati, hii yenyewe unabadilisha nguo kila siku. Haleluya. Hii inakuwa ni ya kubadilisha nguo kila siku. Unaona haitoshi, na atakuwa nipate nyingine haitoshi, na kwa ikishafika sita angalau sasa nguo zinakuwa zimekaa stable, mwili umetulia. Hapo sasa kuna mitatu ya kuto kulala. Ukilala lala ubavu. Lala ubavu, huwezi kulalia tumbo. Kwa kwambie usilalie tumbo wewe mwenyewe tu utas. Vinakushinda. Haleluya. Ni ubavu wa kulia, ubavu wa kushoto. Ubavu wa kulia, ubavu wa kushoto. Hata uchoke kiasi gani, ni gharama umelipa, maanake umefanya uwekezaji kwa ajili ya kizazi chako. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa kazi ya mwanamke mpaka kuleta mtoto sio kazi rahisi. Wakati unaweka nguvu kubwa kuhakikisha unapata mtoto salama, kuna mtu anaweka nguvu kubwa kuhakikisha unapoteza kila kitu. Ndio maana kama mwamuzi ya hatima za watoto wako unapaswa kulipa gharama sahihi kwa ajili ya kizazi chako. Leo tuko mwaka mpya, tumeanza mwaka wa elfu mbili na ishirini na sita. Namna unawekeza kwa watoto wako si sawa na inayotakiwa kuwekezwa. Huu ni mwezi wa kwanza, ni mwezi wa malimbuko kwa Bwana. Umeweka sadaka kiasi gani? Umeweka kiwango gani cha sadaka kuwekeza kwa ajili ya watoto wako kwa mwaka huu? kwamba hii ni sadaka yangu, naiweka mbele za Bwana kama bima ya hatima zao, kama bima ya afya zao, naweka kwa Mungu. Hii ni sadaka, napanda mbegu kwa ajili ya uzao wangu. Umeweka kiasi gani? Au ukienda kanisani ndio unaenda na elfu mbili elfu moja shilingi mia tano Sisemi kwamba sio sadaka, inawezekana ndio kiwango chako kwa Bwanezo, Lakinu, wakati huo bwana Yesu asifiwe sana, lakini wakati mwingine hata kama Mungu akikubariki zaidi unaona kama